Hey mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu. Video hii ya leo nataka nikakufahamishe namna gani ya kuweza kutumia basi Windows Firewall Defender kuweza kudhibiti matumizi ya internet ya programu zako. Let's say unahitaji kuweza kufunga Google Chrome yako isitumie, isiweze kuaccess internet . Nitakuonesha mazingira ambayo yatakuhitaji kuweza kufanya kitu kama hicho, zile scenario mbali mbalimbali ambazo unaweza kukutana nazo. Sasa kama unafahamu kuhusiana na Window Defender Firewall, itakuwa rahisi kwako kuweza kufanya vitu kama hivyo, kudhibiti basi internet isiweze kufanya kazi katika programu fulani kwa muda huo hadi pale utakapoweza kuiruhusu. So kabla ya yote, tuangalie kwanza Window Defender ni kitu gani? Windows Defender Firewall katika kompyuta inafanya kazi gani haswa? Fahamu kwanza leo, Windows Defender Firewall ni mfumo wa ulinzi uliojengwa moja kwa moja ndani ya Windows. Kazi yake kubwa ni kuweza kudhibiti mawasiliano kati ya kompyuta yako na internet au programu nyingine. Hiyo ndiyo Windows Firewall, ama tunasema Windows Defender Firewall. Kwa lugha rahisi kabisa, unaweza kusema ni kama mlinzi ambaye anakuwepo mlangoni, mlinzi wa mlango, anachunguza kile kinachoingia na kutoka kwenye kompyuta yako. Kwa kutumia firewall, unaweza ukaamua ni programu zipi ziruhusiwe kuweza kuingia au kutoka kwenye mtandao, yani ipi ambayo itaruhusiwa kuweza kutumia internet, kuweza kuchukua kitu ama kutoa kitu. Firewall inafanya kazi hiyo, kuzuia virus au malware wasitoke ama wasiingie katika kompyuta yako. Pia firewall inafanya hivyo kulinda data zako unapounganishwa na wifi za umma. Tunafahamu kuna uh, wifi hizi za umma zinakuwa hazipo salama. Sasa, Windows Defender Firewall ina kazi pia ya kuweza kulinda data zako unapounganisha na internet kama hizo wifi kama hizo. So labda sasa tuweze kuona namna gani ambavyo unaweza kuzuia Google Chrome katika kompyuta yako ama app nyingine kuto kuweza kufanya kazi ama ku-access mtandao isitumie internet. Na nikutajie tu sababu ambazo unaweza ukakutana nazo zikakuhitaji uweze kufanya kitu kama hichi, pengine unataka kuzuia watoto kuweza kutumia browser bila ya ruhusa yako. Kwa hiyo kama unajua hii tekniki ambayo leo nitakufahamisha hapa, itakuwa rahisi kwako wewe kuweza kufanya kitu hicho kwa haraka tu, na watoto ambao umewaachia kompyuta yako hawataweza kuweza kutumia hiyo browser umewaekea kompyuta katika sehemu ya kujifunza na hutaki waweze kutumia internet, basi unaweza kufunga hiyo program kwa kupitia Windows Defender Firewall na hawatuweza kuweza kuaccess internet. Lakini pia unataka kudhibiti matumizi ya data let's say, pia unaweza kufunga uh, kwa kupitia Windows Defender Firewall zisiweze kuaccess internet program fulani, lakini vile vile pengine program ina download bila ya ruhusa yako, una uwezo wa kuicontrol kwa kupitia katika Windows Defender Firewall. Lakini pia unaweza kuitumia sehemu ya Windows Defender Firewall. Kama unafanya majaribio ya mtandao, network testing, basi unaweza kuitumia pia katika scenario kama hiyo. So kwa njia hii sasa unaweza kuzima app yoyote kuwasiliana na internet kwa kutumia tu Windows Defender Firewall bila ya kuweza kutumia program nyingine just ni firewall tu ambayo tayari na kuwepo katika operating system yako ya Window. So twende hatua kwa na hatua na tuone namna gani basi ya kuweza kuzuia mfano app moja wapo, na sisi tutachukulia mfano Google Chrome. Kwa hiyo nitakuonesha hatua kwa hatua ambayo ni rahisi sana kama utafuatilia hadi mwisho wa video hii. Twende katika kompyuta yetu hapa na tuweze kuoneshana. So baada ya kuweza kufika katika kompyuta, njoo zako kwa urahisi kabisa kuweza kufika katika Window Defender Firewall jo hapa na search a okay, search. Uh, defender andika tu hivi defender, firewall itakuja hapa. Hii hapa. Windows Defender firewall. Inaonekana hivi, unaona hapo kuna kama ukuta fulani alafu kule kuna kama uh, sura ya dunia hivi ikionyesha hapo. Huyu ndo mdhibiti wa kuweza kuingia kwa internet na kutoka katika kompyuta yako. So baada hapo utaklik kuweza kufungua na itakuleta hapa, inaonekana kama hivi ya kwangu. Utakuja sehemu hii huku kushoto, ambapo inasomeka advanced settings. Utakliki hapo, na itafunguka hii Window Defender Firewall with Advanced Security. Baada ya kufunguka, sisi moja kwa moja tunahitaji kuweza kuzuia Google Chrome isiweze kuaccess internet okay, isiweze kufanya kazi hata kama internet tumeconnect katika kompyuta yetu. Kwa kuweza kufanya hivyo sasa, tutakuja hapa katika outbound rules, upande wa kushoto huku huku, uta click outbound rules, kisha tutabonyeza hapa katika sehemu iliyoandikwa new rule upande huu wa kulia sasa. Na baada ya hapo, utachagua sasa program ambayo unaihitaji. Lakini kabla ya kufika katika hiyo program ambayo unaihitaji kwenda kuifunga isiweze ku access internet, uta click next katika sehemu hii. Hapa katika hizi step tupo katika programs okay. Uta click next, itakuhitaji uweze kwenda kuchagua pass ya kuweza kuweka hapa ili basi hiyo program iweze kudhibitiwa isiweze kuaccess internet. Kwa hapo moja kwa moja uta click hapa katika browse, unaona hapa this pass, this program pass pass program. Uta click utaifata sasa path ya hiyo uh, program ambayo unahitaji kuweza kuidhibiti. Sasa mara nyingi hizi program zinapatikana katika program files. Ukiingia hapa katika local disk C kuna hii folder ya program files. Ukiingia unaifuata sasa hiyo program ambayo unahitaji, kama ni Adobe pengine uh, program fulani ya Adobe kama ni Photoshop au nini, unahitaji siwezi kuwa na access ya internet, pengine ikiwa na access ya internet inaleta shida, basi utakuja katika hii folder ya Adobe. Lakini sisi leo tunafahamishana kuweza ku control Google Chrome, kwa mimi nitakuja katika sehemu ya Google hapa, folder ya Google taingia katika Chrome application, then utatafuta a file ambayo inamalizia na .exe ambayo ni hii chrome.exe, select then open. Ile path itakuja itasoma hapa moja kwa moja, uta click next. Baada ya hapo then hapa kuna options tatu, kuna allow the connection, kuna allow the the connection if it is secure, kuna block the connection. Moja moja, sisi, block connection moja kwa moja sisi tunahitaji tuka block Utaacha hapa utaselect hapa katika block the connection, uta click next. Baada ya hapo, when does this rule apply, domain private public. Pengine unahitaji wewe hii chrome isifanye kazi unapo connect tu na public network ama unapo connect tu na private network, so hapo utaweza kuchagua, lakini mimi nitajaza kote hapa isiweze kufanya kazi katika network yoyote ile ambayo nita connect Google Chrome isiweze kuweza ku access internet. Kwa hiyo click next. Then hapa katika name sasa utaandika jina ambalo unahitaji kuipa, kwa sababu hii ni rule ambayo wanaitengeneza itakuepo hapa, ukiweka jina utaweza kukumbuka. Let's say, blocking, Google, Chrome. Simple. Baada hapo unaweza kuweka description, maelezo mbalimbali ambayo anaweza kukuelezea rule hii, ili uweze kufahamu kile ambacho inafanya lakini unaweza pia kuacha hivi hivi then click finish. Tayari baada kufinish, ya kuweza kufinish ukija katika browser ya Chrome katika kompyuta ukiangalia, nipo na internet hapa katika kompyuta yangu. Lakini nipo, nilipo nilipokuja katika hii Google Chrome hapa nikisearch mfano let's say to search W3 school. Okay? Nikisearch hapa haitoweza ku access internet hata kama nimeconnect na, network na, hiyo network ina access ya internet basi, hii Google Chrome haitoweza ku access, lakini browser nyingine itakuwa na uwezo wa ku access ku access vizuri tu. Mfano, acha nifungue browser nyingine, let's say acha tufungue uh, Brave hapa, unaona haijaweza ku access tulivyotumia Google Chrome hapa, hata ukisearch nini hapa. Let's say ukisearch, uh, YouTube, YouTube. haitoweza kufanya kazi kwa sababu tayari tumesha idhibiti, haitoweza kutumia internet katika hii kompyuta yetu. Tumeshatengeneza rule kule katika Windows Defender na Windows Defender firewall inafanya kazi yake ya kuweza kudhibiti, basi kuweza kutumia access ama kuweza kuweza kuaccess internet katika kompyuta yako. So kama hivyo ambavyo unaona YouTube haifanyi kazi. Connect the internet. Wakati internet ipo hapa katika kompyuta yetu lakini katika browser nyingine tayari, mfano ukisearch hapa, YouTube inafanya kazi vizuri tu kwa vile tayari internet tupo nayo na hii hatujaweza ku limit hatujaweza kuifunga kui block kuweza ku access internet ambayo tume connect na hii, uh, network yetu hapa. So, wacha tuweze ku search katika brave ufunukati oh ya na search hapa, itakuja tu. YouTube hapa imefunguka, lakini Chrome huna uwezo wa kufungua. So kama unavyoona hapa search to get started. Okay, tayari imefunguka YouTube hapa, let's say Mohamed Hafidh Tz. Kama unavyoona tayari YouTube inafanya kazi huku. Okay, lakini katika Google Chrome haifanyi kazi. Site nyingine unaweza kuingia pia Okay. Let's say Google nao vipi watakuwa wame wana google.com? Ya, imekubali lakini katika Chrome ukisearch google.com pia haitoweza kuja kwa sababu tayari umeshadhibiti kule katika firewall. google.com umeona, your internet access is blocked kama hivi ambavyo unaona . So unaweza kutumia njia hii kuweza kudhibiti basi access ya internet na katika firewall inafanya kazi nyingi sana tofauti tofauti, nitakuwa nikishia na wewe vitu mbalimbali ambavyo unaweza kutumia foul kuweza kudhibiti. Sasa wacha nikuonyeshe namna gani ya kuweza kuondoa sasa na kuruhusu access Google Chrome ya internet. So ukija hapa ukifata hatua zile zile ukisearch Windows Defender utakuja, itafunguka hapa, utakuja katika advanced settings, utakuja katika outbound rules then utazikuta hapa. Refresh kama hujaziona hapa ziki display, uta refresh hapa na utazikuta zimekuja hapa zote zile rules ambazo umezitengeneza. Ukiangalia hapa kuna hii blocking Google Chrome ambayo tumetengeneza hapa sisi si katika video hii, uta select na baada hapo utakuja huku na uwezo wa kudisable rule ikawa haifanyi kazi kwa muda huo, pengine upo na kompyuta yako mwenyewe, sasa watoto wako wamesha achana nayo, unaweza kudisable na kuendelea kufanya kazi zako. Baada ya kudisable hapo, ukija ukisearch hapa, let's say, ukisearch youtube Tayari sasa hivi inakubali fresh tu katika Google Chrome yako. Lakini vile vile kama unahitaji ku enable uta enable, pengine una waachia sasa watoto waweze kutumia, uta enable itaweza kufanya kazi, ita block sasa ile access ya internet. Lakini una uwezo wa ku delete isiwepo tena, na jinsi ku ya kutengeneza ni kama vile ambavyo umeona. So sina la ziada leo nilihitaji tu kukuonesha technique kama hii ambayo inaweza kukusaidia wewe katika matumizi yako ya kompyuta na katika mazingira mbalimbali ambayo yanaweza kujitokeza. Kama umependa kile ambacho tumeona leo katika video hii na kama haujakutana na changamoto yoyote basi hakikisha unaacha like kabla ya kuondoka katika video hii na unashare na ndugu na jamaa ili waweze kujifunza nao. Vile vile kama wewe ni mgeni usiondoke bila kusubscribe YouTube channel yetu ya Mohamed Hafidh Tz. Hapa tumekuwa tukijifunza vitu mbalimbali, so tuwe pamoja ili basi tuweze kukua pamoja na kujifunza pamoja. Asante sana, tukutane wakati mwingine. Kuna changamoto yoyote umekutana nayo, unahitaji kujua zaidi kuhusiana na firewall, tutakuja kuwa tunaelekezana vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na Windows Defender firewall na jinsi ya kuweza kuitumia kwa manufaa yako wewe mtumiaji. Asante sana, tukutane wakati mwingine.